Wakipate kupiga hatua mbele. Kwa mfano, tuna fursa nyingi za kitalii. Inataka kama serikali ije kutusaidia ili watalii waje, kwa sababu kuna watu wanakuja mmoja mmoja, saa nyingine wanakuja wazungu hapa, wachina wanaingia, tunakuzunguka alafu wanarudi. Lakini serikali kama itaanzisha mfumo maalum wa kutusaidia mambo ya kitalii hapo, kwa mfano kama jengo ni la like kihistoria, lakini pia jengo ambalo lokaa ni karani wa kwanza mwandishi wetu wa vitabu alikuwa ni Shaban Robert, ile jengo lilifanyia kazi hapa. Kwa hiyo kama lilifanyia kazi, ana historia nalo. Lakini pia ilikuwa njia kuu ya majahazi kutokea kaskazini kwenda kusini kufata miti kupeleka Arabuni huko. Kwa hiyo na hapa tuliishi mchanganyiko hapo mwanzo. Hata makaburi ya Waarabu tunayo, lakini kwa vile historia hazihifadhiwi vizuri, hata huyu Shaban Robert kihistoria anakumbukwa kifika kila mwaka, lakini kwa sisi watu wengi au vijana wengi hawamfahamu Shaaban Robert, lakini kama atakuwa wanamfuatilia vizuri, basi historia hizo zipo na makablasha huko ndani ofisini yapo. Kwa hiyo tutakuwa tume tumeona, lakini pia cha msingi sisi tupo katika kisiwa katika kisiwa tuna changamoto nyingi sana, hususan changamoto zetu kubwa haswa kero na zinatukera sana tunazungumzia ni maji, kwa sababu maji ni mahitaji makuu ya mwanadamu anabidi apate, aoge, anywe lakini sisi